Wasiwasi ni mzinga mzito wa kiakili unaofungwa na hofu ya kesho, uoga wa kushindwa, au shinikizo la kutokamilisha mambo. Je, unajikuta mara ngapi ukihangaika kwa mawazo, ukitengeneza mipango kamilifu kichwani, lakini hukosi nguvu ya kuchukua hatua? Nukuu ya msingi: kitendo ndicho tiba ya wasiwasi. Kufikiria kupita kiasi hakuwezi kukuondoa kwenye shimo ambalo umekwama. Je, mara ngapi umewahi kuahirisha jambo muhimu kwa sababu uliendelea kulifikiria bila kulifanya? Leo tunavunja mzunguko huo. Asili ya wasiwasi. Shimo la udhibiti. Wasiwasi mara nyingi huchipuka kutokana na tamaa yetu ya kutaka kudhibiti kila kitu kitakachotokea. Badala ya kuuliza, ninaweza kuanza vipi sasa? Tunajikuta tukifikiria, nini kitatokea nikishindwa? Mfano ni mwanafunzi anayetaka kusoma kwa ajili ya mtihani. Kila siku anasema, nitangoja hadi nihisi niko tayari zaidi au nikiwa na muda kamili. Kadri unavyosubiri, ndivyo unavyoupa hofu muda wa kukua na kukuzia uoga wa kuanza. Kumbuka, mawazo bila hatua ni kama gari lisilo na mafuta, litaendelea kubaki pale pale. Kitendo huuvunja mzunguko wa hofu mara moja. Unapochukua hatua hata ikiwa ndogo vipi, ubongo wako huanza kuhisi kwamba unadhibiti hali. Hisia ya udhibiti ndiyo inaua wasiwasi. Mfano mzuri ni mtu anayeogopa kuandika CV kwa hofu ya kukataliwa, lakini akianza tu kuandika jina lake juu ya karatasi, hatua hiyo ndogo inatoa pumzi ya kwanza ya uhalisi na kuondoa uoga wa mwanzo. Fikra hubaki kichwani, lakini hatua huleta matokeo. Kitendo kinabadili nadharia kuwa uhalisia na matokeo yanayoweza kupimwa huondoa giza la wasiwasi. Nguvu ya hatua ndogo: kuanza bila kumaliza. Wengi wetu tunafikiri tunapaswa kuanza kwa hatua kubwa. Hiyo ndiyo inafanya hofu iongezeke. Kushinda wasiwasi kila siku ili kuugeuza kitendo kuwa tiba ya wasiwasi ya kila siku, tumia mikakati hii. Kanuni ya dakika tano. Anza kufanya jambo kwa dakika tano tu, mara nyingi utajikuta ukiendelea zaidi kwa sababu nishati ya mwanzo tayari imepatikana. Kazi moja ya leo. Andika kazi moja kuu tu unayotaka kuikamilisha leo. Usilundike majukumu mengi. Kazi moja ikikamilika, wasiwasi hupungua sana. Kubali kutokamilika, usisubiri ukamilifu. Kitendo kisichokamilika ni bora zaidi kuliko kutofanya kitu kabisa kwa hofu ya makosa. Wafanye makosa, jifunze na songa mbele. Chagua kitendo, si fikra. Wasiwasi hauishi kwa kufikiria zaidi, unaisha kwa kuchukua hatua zaidi. Hatua ni dawa. Ni tiba, ni njia ya pekee ya kutoka kwenye shimo la kutokuamua. Leo hii tafuta jambo moja dogo sana unaloweza kulifanya na anza sasa hivi. Usiruhusu akili yako ikuweke mateka. Kumbuka, kila hatua ndogo unayoichukua ni ushindi mkubwa dhidi ya hofu yako. Usibaki mateka wa mawazo yako, chagua kitendo. Utaanza wapi sasa hivi?